Oktoba 29 vituo vilivyoharibiwa, nyumba, magari, mpaka pikipiki. Kwa nini kigumizi kutuambia waliokufa? Mnaficha nini? Kwa sababu waliokota maiti ni polisi. Samahani mwenyekiti, waliokota maiti ni polisi. Utaratibu wa kupeka maiti mochwari unajulikana. Hii takwimu inafichwa ili nini? Asalamu alaykum.